Edi, na mle ndani mlikuwa na miti michache, kwa ikabidi, ikabidi niongezee ile miti mle ndani. Mbali na kuongezea ile miti, nikajenga na mabanda mawili ambayo pia watu walikuwa naishi. Sasa katika fujo ambazo wanazifanya hapo, naona wakabomoa mabanda, wakabomoa na kawafukuza hata wale waliokuwa naishi humu, alafu baada ya kubomoa amebakia tu hata mapagala, amebakia mapagala. Amebakia mapagala mawili pengine, mzee wangu, eh. Umesema kuna mapagala mawili lakini pia kwamba CCM labda endapo hili litashindikanika ni nini hatua za kukusudia kama alitatimia na unawaambia nini viongozi na wa ngazi ya juu wa Chama cha Mapinduzi kuhusiana na ile eneo ambalo limetwaliwa, lakini ni eneo CCM? Naona ili jambo kwanza, nisiwezi kusema labda CCM, CCM ndio anisaidie kunirudishia ili eneo wale wale, wale yule uhyul, hao walimu ndio anataka kuninyang'anya, inarudishia tu ili, ili eneo la. Nina barua ambayo aliniandikia yule aliyeniuzia pia na wanakijiji wanalijua kama hili eneo ni eneo la Kajigili. Wana wanakijiji wote wanajua, pita, pita mjini watauliza, wata sana wao wanashangaa imekuwaje eneo hili waseme la shule. Kwa sa shule mwanzo pale ilipo haikuwa mipaka haikuwa pale na kile kiwanja wala hawakununua kile walitoa wananchi kwa wananchi, wanajua mipaka wananchi wal, walitoa mipaka mpaka wapi. Kwanza hapo walipoweka walipo, walipo shule sahivi ha, hapo hapo ilipo shule tulikuwa tumepakana na barabara, ilikuwepo barabara, ndo kwenye barabara hiyo walikuwa wanaenda hivi, mshamba langu likuwa kwa kwa juu hivi. Sasa matukio yake kwamba ile barabara wameshaifuta kwa kwa pale, ka akachanganya. Sasa hivi tukienda pale uwezo ukaona barabara, kwa sababu amefuta wamechanganya na miti. Ili mheshimiwa Rais atusikie kuwa tunanyang'anywa ardhi ambayo ni ya kwetu halali kabisa. Ardhi hii ni ya mzee wangu mzee Kajigili, alinunua kihalali kabisa na amemiliki toka mwaka 1991 lakini cha kushangaza leo tuna, tunanyang'anywa na shule shule ya sekondari Ivumwe. Anasema ardhi ni ya kwao, na hatuelewi waliipata kwa nani? Tukienda kwenye ofisi mbalimbali mbali za zinazomiliki shule hii hawatuelezi ukweli, kila wanatuambia, wanasema tuna hati miliki. Hati miliki walimiliki kutoka kwa nani? hali zote na mtu sisi, ni kama mnavyoona, majengo haya haya majengo ni ya kwetu, tulijenga sisi, lakini wamechukua kiujanja ujanja, wanasema ni eneo lao. Sasa tunachokiomba tu sisi kwa serikali, kwa sababu shule tukienda, wanatulazimisha tuende mahakamani, na sisi hatutaki kugombana na Chama cha Mapinduzi kwa sababu tunaona wanaomiliki shule hii ni, ni wa Chama cha Mapinduzi. Hatupaswi kugombana na chama. Sisi tunataka ardhi yetu ambayo ina miti na nyumba kama mnavyoziona. Lakini nyumba hizi wameibomoa, nyumba ilikuwa nzuri tu yeye wameibomoa. Lakini hawatuambii ili eneo wamelipata kwa nani. Tumezunguka sana kwenye ofisi mbali mbalimbali za Chama cha Mapinduzi lakini hatupati majibu. Kwa si nini nikiwa nasimamia mimi kama mwenyekiti? Nikaamuru twende kwenye site. Kwenda kwenye site kwetu kwa mimi nikaonyesha ile maneno miti ndio kata moja, mbili, tatu na tapaka paka, paka. Ni ya mtu ya mtu fulani. Ila mitieni ya shule mmekata miti kadhaa. Inapaswa mamlipe. Ikakubalika hivyo, wakawalipa wakawalipa ya miti hiyo ni shule, kwa cheki kwa ya kwao. Nikashauri msichukue ak kwa kesh mkononi, cheki cheki, mpige kopi, kesho ni ushahidi wa kesho. Tumeendelea. Sasa nimeshatoka kwenye uongozi wa serikali ikaonekana tena ile miti imevamiwa. Ndugu zangu akaja tukangaika nao tukangaika nao tukatafuta process na nini? Jamaa tafuteni hao watu wasimkae nao kama kifamilia kama kindugu. Lakini naona bado wanasumbua mpaka leo sijaelewa tatizo ni nini. Mara sio yako tunangania. Kama mnapahitaji basi mfidieni huyo mtu akae okay pembeni. Nilifanya kikao nikawaita wote pande zote mbili. Waliita wanaolalamika na pia wanaolalamikiwa. Kwa mfano, wanaolalamikiwa shule ya sekondari Ivumwe, na nikawaita kwamba waje na kitu chochote ambacho kinaonyesha kwamba wao ni wamiliki halali wa eneo hili. Kwa kweli, walikuja na ofisini kwangu, na nilivyoangalia ni kwamba wao walikuja na nyaraka zinazoonyesha kwamba wao ni wamiliki, lakini wale wananchi walikuja wakaleta malalamiko yao siku ya siku. Kila upande ukaonekana una haki, kwa mimi kama mimi kwenye ofisi yangu nilichoamua ni kwamba ni ni kwa, kwa sababu wameshindwa kuelewana mbele yangu, basi wachukua wa hatua nyingine mbele ili mgogoro wao uende kusuluhishwa au kumalizwa. Pengine ni mbele wapi labda katika utata huu? Hatua ziko nyingi, anaweza karudi kwa hata kwenye chama. nimepeleka taarifa kwa maana uliandikwa mhtasari, nimepeleka kwenye chama sasa swala ya migogoro halisuluhishi tu na ofisi ya diwani au ofisi ya kata, ziko hatua nyingi zilizopo kisheria zinazosuluhisha migogoro ya wananchi. Tukumbushe jina. Naitwa Lucas Seri Mwampiki ndiye diwani wa kata ya Mwakibete. Tunashukuru karibu sana. Asante. Kumbu yoyote. Sasa mimi leo siwezi kutumia historia kulipo jambo la. Nahitaji kumbukumbu ambayo ndio tutakuwa ushahidi. Na ndio maana mwisho wa siku sisi kama taasisi tukasema, mimi nadhani hili kama tumeshindwa kuelewana kwenye hizi hizi anadai yeye kwa mdomo, basi mara vyombo vipo vifanyeje, aende kama sehemu ya kutafuta haki yake. Kwa hiyo si tuiruhusu, kwamba sisi tunakuwa tuko tayari kwenda kutoa ushahidi huko mbele, lakini sio swala la ugomvi, kwa sababu ofisi kwa vyote vile pale inaongozwa na kumbukumbu. Hata nikitoka mimi hapa leo atakayekuja kujibu hoja Asikia kwenye kumbukumbu si ndio? Ndio anawadisha. Labda tulie mkuu. Mimi ni kule umesema mlienda kwenye kikao cha serikali ya mtaa. Pengine majibu ya yeye yalikuwaje na mlifikia hitimisho ipi? Ah, mimi mimi mimi nadhani kama nilivyosema sisi kimsingi tulibeba hivi vyambata. Viambata ambavyo tulibeba tuliweza kuviwasilisha mbele ya mtendaji na mheshimiwa diwani. Majibu ya pale ni kwamba ofisi ilionesha kulidhika na viambata vyetu. Wakati wao sasa wanadaiwa kwamba hebu tupeni basi vielelezo ambavyo tunadhani vinaweza vikakinzana na vielelezo ambavyo viko vya shule, wakashindwa kuonesha hoja. Kwa hiyo bado ofisi iliendelea kusitiza kwamba basi mkiona hili, kwa sababu chama kime kimetutuma kusikiliza, basi mnaweza mkaendelea na hatua zingine, ili kuhakikisha kwamba haki yenu inafanyaje inapatikana. Kwa kama ilivyokuwa chama cha mapinduzi, chenyewe mimi vyanzo vyangu tumewasiliana na uongozi wa shule, taarifa hiyo imekanushwa kwamba si sahihi, kwamba a watu wana madai ya fidia ya eneo lao ambalo lipo kwenye eneo la shule ya sekondari ya Ivumwe. Kwa hivyo, nilicho shauri mimi ni kwamba watu wafuate taratibu tu, kwa kuwa sisi kama jumuiya ya wazazi ambayo iko chini ya Chama cha Mapinduzi, kwanza mimi sio msemaji wa chama, lakini mimi ni msimamizi wa jumuiya katika kipande cha wilaya, na mali zote za chama na jumuiya zake ziko chini ya baraza na wadhamini kwa hivyo kwa sasa, kwa hatua ya sasa, sitakuwa kwenye nafasi sahihi sana. Ni vyema wa watu wakifika ofisini, kama ambavyo tuwaelekeza tukiwasikiliza, tutasikiliza na uongozi wa shule, then tutashirikisha chama kuona taratibu zipi ambazo zinastahili ama zinafuata.